Kila biashara inahitaji wateja, lakini kuna changamoto zinazohusiana na kutafuta wateja. Wateja ni muhimu katika biashara kwa kuwa ndio wanaonunua bidhaa au huduma za biashara. Epuka kufanya makosa ambayo yanaweza kusababisha kukosa wateja. Video hii inaeleza makosa matano ya kuepuka ya kushawishi wateja wa biashara. Jinsi ya kutafuta wateja wa biashara. Ili kupata aina sahihi ya wateja, unahitaji kuwa na majibu ya maswali yafuatayo. Moja, ni aina gani ya wateja unataka kuchagua? Mbili, wateja wanapatikana eneo gani? Tatu, njia gani utatumia kuwasiliana na wateja Nne, utajuaje bidhaa wanazohitaji wateja na tano, unaweza kukidhi mahitaji ya bidhaa ambazo wateja wanahitaji. Makosa matano ya kuepuka kama unataka kushawishi wateja wa biashara. Kosa la kwanza, kutochagua kundi sahihi la wateja. Usifanye biashara bila kuchagua kundi sahihi la wateja la kuwahudumia. Chagua kundi la wateja ambao linaweza kununua bidhaa nyingi kutoka kwako. Tafakari mambo kama kipato cha wateja, jinsia ya wateja na hata umri wa wateja. Kosa la pili ni kutochagua eneo zuri la kupata wateja. Usifanye kosa la kutochagua eneo zuri la kupata wateja wa biashara. Tafakari eneo ambalo unaweza kupata wateja wengi. Tafakari mambo yafuatayo: wateja wa eneo ambalo umechagua kufanya biashara na wateja wa mbali na eneo ambalo unafanya biashara. Kosa la tatu ni kutofanya mawasiliano na wateja. Usifanye kosa la kutowasiliana na wateja wako mara kwa mara. Kuwasiliana na wateja ni muhimu kwa sababu lazima uelewe mahitaji ya bidhaa ya wateja wako. Unapofahamu mahitaji ya bidhaa za wateja wako, inakuwa rahisi kuwapa bidhaa ambazo zinakidhi mahitaji yao. Unaweza kuwasiliana na wateja kwa kutumia maswali, website na hata internet yaani mitandao ya jamii. Kupitia mawasiliano na wateja, utajua wapendacho na mahitaji yao. Unaweza kusambaza maswali ya kuuliza wateja kuhusu wapendacho na bidhaa wanazohitaji. Unaweza pia kuhoji wateja kujua wapendacho na mahitaji yao ya bidhaa. Kosa la nne ni kutofahamu bidhaa wanazohitaji wateja. Usifanye kosa la kutofahamu aina ya bidhaa wanazohitaji wateja wa biashara. Utakapofanya mawasiliano na wateja, inakuwa rahisi kufahamu aina ya bidhaa wanazopenda. Hivyo ni muhimu kuwapa wateja bidhaa ambazo wanapenda na sio zile ambazo wewe unachagua. Kosa la tano ni kutokidhi mahitaji ya bidhaa za wateja. Usifanye kosa la kutokidhi mahitaji ya bidhaa za wateja. Baada ya kufahamu bidhaa ambazo wateja wanapenda, hakikisha unawapa wateja bidhaa zile wanazopenda. Hakikisha wakati wote unakuwa na bidhaa wanazopenda. Sio vizuri wateja wanapofika dukani kwako wanakosa bidhaa ambazo wanapenda. Tumefika mwisho wa video inayoeleza jinsi ya kuepuka makosa matano ya kushawishi wateja. Naomba subscribe huduma zetu ili usipitwe na video zinazotolewa na Tan Business Channel kila siku. Asante na karibu tena.